Habari za uhakika na zenye mafunzo ya Kiafrika utazipata papa hapa ndani ya Kaka Ken 254. Kaka Ken 254, habari ni hapa. Mchakato wa uteuzi wa makamishna wapya wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, umepatwa na pigo kwa mara nyingine tena baada ya mahakama kuu kusitisha kuapishwa kwa makamishna wapya. Akitoa uamuzi wa huo, jaji Lawrence Mugambi amesema ameruhusu upigaji msasa wa makamishna hao saba kuendelea ila hataruhusu wapishwa hadi pale kesi zilizowasilishwa dhidi yao zitakaposikizwa na kuamuliwa. Rais William Ruto mapema mwezi huu aliwateua Erastus Edang Ethekon kuwa mwenyekiti wa IEBC. Ruto pia aliwateua makamishina wapya wakiwemo Anderito, Moses Mukwana, Mary Karen Sorobit, Hassan Nur, Francis Odhiambo na Fahima Abdallah. Watu wawili waliowasilisha kesi mahakamani kusema mchakato wa uteuzi wa makamishana hao haukufuata sheria za kikatiba.